dereva daraja la pili kuna nafasi tano, kwa kuna mwendeshi mwendesha ofisi nafasi nne na dereva daraja la pili nafasi tano. Kwa jumla kuna nafasi tisa za kazi. Huu ni wakati wako sasa wa wewe kuweza kutuma maombi yako mapema kabisa, kama unahisi kama una vigezo vya kuweza kutuma maombi katika nafasi hizi. Na sifa kwa waombaji ni kwamba mwombaji awe amehitimu kidato cha nne au kidato cha sita na uwe na cheti chako cha mtihani wa kidato cha nne au cha sita. Hakikisha una cheti original, lakini pia uwe umehitimu mafunzo ya stashahada au diploma ya NTA level 6 katika fani ya masijala kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali. Hii ni kwa nafasi za mwandishi, mwendesha ofisi na msaidizi wa kumbukumbu kumbu pia. Lakini kwa dereva, sifa ni uwe na cheti cha mtihani wa kidato cha nne na uwe na leseni daraja E au C ya uendeshaji pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua mwaka mmoja bila kusababisha ajali. Lakini pia uwe na cheti cha basic driving course kutoka VETA au NIT au chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Na waombaji wote wa wawe ni raia wa Tanzania wenye umri kuanzia miaka 18 hadi 45, na hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi. Kama umesoma nje ya nchi, hakikisha cheti chako kimehakikiwa na TCU NECTA pamoja na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi na tisa Novemba 2025. Na hakikisha unaandika na kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Anwani ya barua hiyo ielekezwe kwa mkurugenzi mtendaji akule ya wilaya Mbarali, SLP 235 Rujewa na maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa kielektronik wa ajira poto, yaani poto dot ajira dot go dot tz. Imetolewa na mkurugenzi mtendaji almashauri ya wilaya ya Mbarali. Santeni na karibuni. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share kwa wengine wengi zaidi. Sante na karibu.